wangu leo, ningependa tuzungumzie kuhusu aina ya maneno ambayo ni vihusishi. Kwanza tujiulize, kihusishi ni nini? Kihusishi ni neno linaloonyesha uhusiano wa kitu na kingine. Kuna vihusishi aina mingi, lakini leo ningependa tuzungumzie kuhusu vihusishi vya wakati. Vihusishi vya wakati ni nini? Ni maneno ambayo yanaonyesha uhusiano wa kitenzi na wakati au kitendo fulani ambacho kinafanyika na wakati ambapo inafanyika. Mifano ya vihusishi vya wakati ni kama vile baada ya, mwanzoni mwa, hadi, kabla na tangu. Pia ningeonyesha kutengeneza sentensi ukitumia vitenzi ah, vi vihusishi vya wakati kwa mfano, wanariadha walitunzwa kabla ya sherehe kuisha. Unaona, walitunzwa kabla ya, hiyo ni kihusishi cha wakati. Pia kuna alienda shuleni baada ya kupiga deki. Inaonyesha ile wakati ambapo alienda shuleni, baada ya. Wanamuziki waliimba nyimbo zao hadi asubuhi. Inaonyeshana ile kitendo kilifanyika hadi lini? Hadi asubuhi. Nimekuwa nikisoma tangu asubuhi, umekuwa ile muda umekuwa ukisoma. Unaonekana, eh? Vizuri. Kwa heri sana.